Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kikubwa ambacho kinaonekana kwamba kocha anakwenda tofauti ni jinsi ambavyo naangalia labda mlingano wa wale wa, watangulizi wake kwamba soka iliyokuwa ikionekana iki au ikichezwa na Young Africa wachezaji wake, na hivi sasa imekuwa ni soka ya aina tofauti ya, kitu ambacho kimekuwa hakileti sana mvuto katika matarajio na macho ya wengi. Lakini yote jua yote kumbuka kwamba timu ambayo nimeona wamecheza nayo na japokuwa ni, ni timu ambayo imerejea katika ligi ni, ni kwamba hakukuwa na matokeo ya moja kwa moja kwamba yalikuwa ni bora ya, hata Yanga ya makocha waliotaa e, japokuwa sasa hii inakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho wana Yanga walikuwa wakikifikiri katika vichwa na fikra zao kwamba ah, ni wakati sasa wa kuweza kumpata kocha mwingine. Sasa hili linaleta linaleta shida, lakini pia nadhani katika mtazamo mwingine, ile sentensi ya kuonekana kwamba Nasreddine Nabi anaondoka uh, Kaiser Chiefs, hilo nalo pia wanayanga wanadhani kwa labda ni wakati sasa kuweza kufikiri labda angeweza kukwenda atarejea katika nafasi ambayo alikuwepo awali sasa hivi <laughs> kwa kile kipenzi chao wa mtu ambaye aliwafanyia mambo makubwa kama vile um, huyu Nasreddine Nabi. Kwa hiyo wanaona kwamba ni wakati sasa wa kuweza kuangalia labda warejee kwake. Hilo ndio linaleta msukumo zaidi. Lakini mimi kwa kuangalia, sidhani kana kwamba ni wakati sasa ya Yanga kuwa na haraka ya kufanya maamuzi kama hayo, kwa sababu eh, bado kocha eh, ile tunasema m ukichukulia Mbeya City ni timu ambayo Yanga huwa anapata wakati huu, na City tu timu zote zinazotoka sana katika mkoa wa Mbea mara nyingi huwa zinakua ni, ni kikwazo kikubwa kwa kutokana na ule ukubwa wa Yanga na jinsi watu wa Mbeya ambao wanaichukulia na wanaokua wanajiandaa mechi yao dhidi ya timu kama vile kwa hiyo, sizani, ni, ni wakati, kwa hiyo sizaa ni uliokuwa bora na mwafaka wa kuweza kutoa maamuzi au kusema kwamba kocha huyu afate. Kwani kuna tetesi umezisikia kwamba Yanga wanafanya mazungumzo na kocha Nasruddin Nabi? Hapana, tetesi hizo sijasikia, lakini nasema hivi kwa sababu kwamba baada ya, ya kusikika au kuonekana kana kwamba eh, ule ile ndoa ya Kaizer Chiefs na Nasruddin Nabi E, haiko sawa hii e, moja kwa moja, kwa mashabiki waliona kwamba inawezekana hapa ikawa ni, ni, ni nafasi ya kuwao uweza ku, kupenyeza sasa turufu kumsihi kocha wao ambaye aliwahi kuwa hapo aweze kurejea, na wakaangalia sasa jinsi alichokifanya vitu alivyovifanya alipokuwa wakati ule na hivi sasa jinsi ambavyo wanamuona huyu e, kocha ambaye kiumri na kiuwezo kiufundi huwezi kumfananisha na hawezi, uwezi Nabi, kwa kifupi tunaweza tukasema hivyo. Sasa wao wakaona, labda nadhani hicho ndio kitu hasa kinawapeleka Wanayanga kufanya vitu ambavyo tunavisikia au tunaviona hivi sasa katika e, viwanja na humu mitandaoni ambavyo vilikuwa vikianza kusikika hapa na pale, na kwa hiyo chagizo kubwa limekuja kutokana na e, uwepo wa Nabi kuwa wazi na ikionekana hili linaonekana dhahiri kwamba wapo wao wanakosa kumpata Nabi, na hakika kabisa kwamba wapinzani wao nao pia watakuwa na jicho fulani hivi kwa kocha huyo ambaye wao wanamfahamu vizuri sana e, kwa sababu amekwisha kuwatembezea e, kichapo mara kadhaa hapo Msimbazi, pia nadhani nao pia wana jicho hilo. Sasa hapa vuta ni kuvute ndio iko katika mtindo huo sasa. Yote juu ya yote yakipelekwa hivyo, ndo hii inakuja kudondokea kwa eh, kocha Romain Folz kwamba anakosa utulivu, sababu watu wanaona kwamba kuna kitu kingine kiko katika mtaa au barabarani eh, kinatembea tembea huko. Kwa hiyo ndio maana hasa wanayanga wamekuwa na kauli hizo na wamekuwa na, na, na, na vitu ambavyo eh, kwa kifupi vina vinaleta eh, sintofahamu kubwa sana lakini kwa ujumla, mimi naweza nikasema kwamba wanahitaji utulivu, wanahitaji utulivu na kuweza kumwangalia kocha, kwa sababu kwa hivi sasa mpaka ukiangalia mechi alizocheza, e, hajapoteza. Lakini watu wengi wamekuwa wakilalamika aina ya e, soka inayochezwa pale kwamba pa, e, ni tofauti na soka yao ambayo walizoea e, Yanga ile huku, wakiwa na kikosi mahususi kabisa na wachezaji ambao walijinanga kwamba wali wao wamesajili kwelikweli. Sasa huo usajili wao hivi sasa inaonekana dhahiri kwamba wale wachezaji hawako katika kile kiwango ambacho wengi walikuwa wakitaraji. Inawezekana kwa mm. hiyo naliona hilo kwamba upatikanaji wa Nabi umeongeza zaidi chachu katika mkate huo, kuumusha hilo swala la kuto kumuhitaji labda posa aendelee kuwepo hapo kwa sababu wanadhani kwamba ni vyema Nabi akarejea, kitu ambacho sijajua kwamba inaweza ikawa ni rahisi kwake eh, kwa sababu eh, kocha, mara nyingi makocha wengi wanapokuwa wamezifikisha timu mpaka kwa fulani, ngumu sana kuweza kurejea akafanya kitu kile, kwa sababu wanaogopa katika kutengeneza CV yao. Nakumbuka hata wakati ule baada ya mechi ya timu ya Stellenbosch na Simba, tulikuwa tunazungumza mengi sana juu ya kocha Fadlu Davids kwamba Simba watahitaji nguvu za ziada sana sana, sana kuweza kumbakiza uh, kocha Fadlu uh, Davids kwa sababu ya ile hatua ambayo amefika, kwa sababu vilabu vingi vitakuwa vikimwangalia kimi. Pia ye mwenyewe ataona kwamba ah, sasa nikibaki hapa, hatua ifuatayo ni lazima nihakikishe kwamba ninavuka hapa nilipofika. Fainali ya kombe la, la shirikisho ni hatua kubwa pa, lakini baada ya hapo sasa anakwenda wapi na hiyo Simba? Kwa siku zote makocha wanakuwa na, na, na macho tofauti na mitazamo tofauti, kwa sababu wanataka kufanya kilicho bora, na pia kuna timu zingine huwa zinaangalia kwamba ah, sasa kama amewafikisha hawa katika kikosi cha namna ile, mbona sisi tuna kikosi bora? Kwa nini tusi, tusiweze ku, ku, kuomba huu ku, uwezo wake ukaja ukainua hiki tulicho nacho huku kwetu? Kwa hiyo kumweka kocha wa namna ile inakuwa ni ngumu sana, japokuwa e, kwa Nabi kwa hivi sasa ni tofauti na jinsi alivyoondoka hapo, eh, Tanzania na South Africa, jinsi alivyoweza kukaa eh. Lakini mpaka dakika hii alikuwa anakwenda vizuri na Kaizer Chiefs, japokuwa eh, hajachukua kombe chochote, lakini katika ligi alianza vyema sana eh, hilo lote naweza nikasema kwamba ni moja kati ya gumzo, mtazamo ambao watu wengi wanauangalia katika picha hiyo kwa Folz, mm -hmm ana wakati mgumu kwa sababu analinganishwa na watangulizi wake ambao wa walifanya vyema zaidi, lakini naona kama ni mapema sana kwa Yanga kuweza kufanya maamuzi au kumchukulia hatua ambazo wanadhani au mashabiki wanadhani kwamba zitakuwa ni bora kumchukulia kocha kama huyo, nadhani wangeweza kutulia kidogo okay, ili kupata utulivu na kuweza kuangalia mechi kadhaa takriban mechi kumi na kuona sababu sasa hivi wako katika mchuano wa kimataifa mm. Eh, wana safari ya kwenda huko Malawi sasa mnapoanza kubadilisha bench huwa hmm. inakuwa ni, <laughs> ni songo mbingo wanasema, kwa sababu huwezi okay. e, jua nini hasa kinaendelea au nini kitakachokuwa kita kinaonekana. Pre season alikuwa nao, aliandaa kikosi na alifahamu ni nini hasa anachokifanya. Akileta kocha mwingine ni picha tofauti, na ndio maana kocha yote anayekuja, e, kwa mfano e, anapokuta kikosi tayari kimekisha kusajiliwa anakuwa na nafasi ya wewe kujitetea kwamba bana mimi hiki kikosi sio kikosi changu, mm, ni, kuna wachezaji ambao sidhani si kama wangeweza kutosha katika eh, kikosi changu. Sasa hilo ni, ni swala ambalo mnashindwa sasa, mtamrushia nani lawama hizo? Okay, nadhani ni vyema Yanga wakajaribu kuwa na utulivu na kuweza kuangalia kwamba kocha huyu Folz nini hasa labda wanachokihitaji labda soka zuri kama ni ushindi lakini kumbuka hata Jose Mourinho alikuwa na, na, na mastaili yake tofauti wakati kati fulani alikuwa hana soka ya kuvutia lakini alikuwa akipata ushindi na mwisho wa siku alikuwa hata akinyanyua makombe kwa, kwa, kwa namna hiyo sawa, sawa. lakini sasa kama watu wanapenda kuangalia soka basi hilo ni swala lingine ambalo labda imekuwa ni gumu kwa wao kulipata kocha huyo usisahau kusubscribe kwenye YouTube mwandike digital.